Kitu kingine ambacho nime nimekuwa nikikifuatilia pia kwako ni kwamba wewe ni MC mkubwa na mzuri, lakini kati ya kitu nimegundua ni kwamba huwa hauposti zile video kwamba sijui shangazi kacheza, sijui nani ameingiaje, sijui imekuaje. Eh, sana sana utaposti picha ya kwako ukiwa pale kwenye tukio, labda sana sana umeenda sana, ni picha za maharusi kwamba umepiga nao pale, mmesimama mkapiga picha, ndicho unachokiposti Natamani kujua kwa nini huwa hauposti, kwa sababu unaona kama ma MC wengi ni sehemu ya kushowcase kwamba e, nilikuwa nina hili jambo, lilikuwa kubwa jambo, lilifana huyu alicheza hivi na, na kuvuta watu na kufanya kama content kwa ajili ya kujisambaza, ila wewe haufanyi? Au ni kwamba harusi wewe unazofanya tu classic zina hizo mambo mambo mambo, zipo nyingi sana mm. mambo zipo nyingi ya harusi moja ilikuwa ni ya send off, ingekuwa mm, ni ya harusi okay. Nili nili posti ma harusi mm, kumbe ile bwana harusi ni mke wa mtu, mume wa mtu, oh, ana mke wake ka, ka kamwacha na watoto wawili, oh. Alafu mimi nika posti najua tunafurahia, mm. tuna, tuna dansi na maarusi pale. Kwa hiyo baada ya kufuatilia, nimeposti mm. kwenye kikao ilipokuwa tumeitwa, sasa kikao cha familia, so ugomvi ulikuwa ngome, kaenda polisi kasababu, so, so, tuamedundana mm. nipoenda mimi polisi naendu, wailo, tukio kwa wa ilo bwana kayoakaanza kunilaumu tulikulipa kwa ajili ya kusherehesha watu, walikuwa na picha, tulishakubaliana hakuna mm. picha inaenda hewani. hakuna picha anapostiwa popote mm. ungetaka kuposti ungeniuliza, ningekuchagulia picha za kuposti, sio picha zinazoonekana. mm. hata ukiomba msamaha pale, watu washatoa ngeo yeah. Hilo la kwanza. La pili, kuna send off moja inaenda kusherehesha. Siwezi so, mm -hmm, kusahau wakati wa bibi harusi kwenda kumchukua bwana bwana harusi katika namna ya kunogesha bibi ya harusi akaja na pingu mm -hmm, kuonyesha wanaenda kufunga pingu za maisha yeah, kwa hiyo akamfunga bwana harusi. Kwa hiyo wakitoka pale, wakati wanaongea, wapeana mikanda ile nini akapiga pingo yao akawa wanatembea mimi, mm, ni kda kabisa na fotografa wangu kabisa, fotografa wangu Steven Genya alikuwa mm, akapiga tena video nini na nani, ah, tukapata msala wao wenyewe, wale wenyewe, wale hawakuwa na tatizo, mm. Sasa ndugu wa bwana harusi, marafiki wa bwana harusi na wengine, sasa comments pale chini, ndo ubwege huu, mwanaume anaanza kufungwa fungo hivi kuja kufunga huko mbele. Mm. Sasa alikuwa anasoma tungine kama familia, sijui ni ndugu na jamaa. Wakaniamshia kichizi, nika mmoja alinifuata kabisa, Santa Claus, ah, tukaenda nyuma p tukaongea, akaniamshia. Mm. Nika apologize na nikafuta. Kwa hiyo baada ya pale, unless kuna consent ya mtu, mm. nimeongea naye, mm. don't ntapost Okay. Lakini otherwise mimi ni mimi ndio naenda kwenye kazi. Mm. Ah ni mimi ndio naenda kusherehesha. Mm. Naweza tuandika majina usiku wa nani na nani. Bwana harusi na harusi wakubali pale, anafanya kwa sababu anakuja kurealize. Kuna watu wengi kwenye, kwenye, kwenye sherehe pale. Vibali vya kuja kwenye sherehe nyumbani kwao huko vime vimechakachuliwa. Yeah. Kuna mtu amesema amesafiri. Mm. Kumbe ile alitoka kwenye harusi aende kulala kwa bwana yake au demu yake. Mm -hmm. Ghafla yuko kwenye video, ametokea Sam Sasali pale, anaonekana kabisa. Bora ni njoi tii naendelea, unamtafuta <laughs> yeah. Mtu mwingine kesi. mm. Sasa sijui nani ameaga nani ajaaga. mm. nani amekubaliana nani hajakubaliana. Ni kweli mimi natengeneza nafanya ile kama, uh, natengeneza kwa ajili ya promo, lakini mwisho wa siku nikagundua watu wakota watu wako, hawako radhi huyu. mm. Wee inawezekana kweli wee uko fresh. mm. lakini wa nyuma yako kule hayuko, hayuko. mm haiko radhi. kwa nini umenitoa? Kwa sasa sijui mpaka mtu wa consent yao iwepo, kama pale utakuwa unapeleka kwa hiyo wasiposti kwa sababu hiyo okay. Lakini pia sheria imekuja uh -huh. sheria ya privacy uh -huh. kwa MC uh, ukitaka kumposti mtu ipo, uh -huh. kwenye sheria ya uh, uh, uh, taarifa binafsi okay, na hiyo juzi ndio imetrend kwamba tokaenda hotelini usiandike jina mm. china -hmm. nini imekuja mm. -hmm. uruhusiwi kumposti mtu mpaka mm -hmm. mmekubaliana mtu alidhie yeah, kupostiwa kwa sababu amekwenda kwenye harusi yeye binafsi mm. na kuna mwingine akiwa na wenzake kwa kwenye harusi pale anaweza kufanya ujinga anataka kufanya mm. anaweza, kuna maneno watu wanachukua, mama mkwe, sijui anaongea, yeah. mama mkwe alijiachia kwa level hiyo mm. kwa sababu ya ile audience ilikuwepo pale mm. na alikuwa na uhuru nayo mm. Unapoyachukua maneno kanje, na maneno ukayapeleka nje bila consent yake, basi sheria sasa inahitaji kuhifadhi privacy ya Okay. Usiposti bila kukuruhusu. Mm. Na kuna watu wengine juzi kuna MC hapa nadhani kesheka imemaliza. Mm. Yeye alikuwa anaposti hiyo video ili kupata wateja, kwa hiyo kesho alikuwa anafungua naye anatamani kuwa sehemu ya fedha ambazo huwa anazipata. Kwa sababu anatumia yeye ili kupata wateja, kwa hiyo kama ushuru wa, una ushuru wa mabango unaitwa bango mm, linaloelekeza halmashauri inataka mm, ela yake. Akisema kwa kuwa anatumia mimi kupata wateja basi mimi pia nataka nilipwe. Mm. Na hii imeenda mbali kuna kuna mchungaji najua wamepata kesi. Mm. Ilienda uh, mbali kidogo. Wana kuna video zile zinaongeza kwenye makanisa yetu mm. mtu, atoe mapepo mm. hey! hey! Anaweka mike <laughs> anagalagala. Yeah. Jo wone miujiza sio nani walipata kesi. Mm. Anazalilishwa. Mm. Pepo si kutoka kule. Mm. Kwa nini kila siku ana mapepo? Kwa ninyi mnapata waumini kupitia yeah. Mke wangu? Mume ndo alienda kufungua kesi. Kwa hiyo pale sasa, anaana hela nyingi zaidi ya milioni sijui mia anataka hii, si unaona okay? Itakuwa ngumu. Kwa mfano tukija kwenye huu upande wa makanisa, hata tukisema hmm. tu kwenye harusi, ina maana hauwezi kuzungumza na crowd nzima kwamba jamani ninaomba nipost hichi kitu, kwa sababu pale kwenye video au kwenye picha ina maana wanatokea watu wengi mm. Wewe unamlenga huyu lakini nyuma kuna kama watu watatu hivi ambao wamekaa, mm. kwenye hiyo meza na mm. vitu kama hivyo, lakini pia kwenye makanisa mm. kwenye makanisa wanachukua video za kanisani mm. watu wakiwa wametoka pale mbele kuombewa mm. na vitu kama hivyo, na wakati mwingine ndio kama hizo wanazitumia kwenye matangazo na vitu mm. kama. Hauoni, kama itakuwa ina, ina, ina shida kwetu sana hasa hizi za makanisani. Inawezekana experience mpya Mm. Kwa sasa hiyo utaratibu mtu amebadilisha mapepo anamwekea mike. Mm. Watu wame, wameanza kuongelea na nyewe mm. pia. Mm. Uh, why? Yaani kwa nini mtu mlewekea mike? Lakini ni promo kwamba sababu pepo limepanda nini ni, ni, ni, ni, ni, lime, unaendelea hapo. Kwa hiyo huku tunatoa mapepo. Huku <laughs> tunatoa mapepo, unaelewa hapo? <laughs> Yeah. Kwa nini changamoto mpya ambayo imekuja na bila siku jua. Nikupe mfano. Mm. Ah, kuna kesi ambayo naijua ambapo ah, kuna mtu alitengwa. Mm. Kuna makanisa yanatatibwa kutenga mtu. Yeah. Lakini walienda ndio madhabahuni tunamtenga. "Sam Sasali kwa kuzini mm, pamoja na fulani mm. Kwa kama kanisa tunamtenga mwaka mzima, yeah. Ah, kesi mwanangu kwa sababu Mw... ametangazwa pale, umetangazwa kwenye public swala. So, kuzini privacy, oh, ya mtu. Sex is privacy <laughs> ya mtu okay, sio jambo la hadharani mm. Na unataka kusema ame sex na fulani, huyu mtu naye ana, ana, privacy zake, unavyomtangaza hadharani, hiyo clip imeenda. Mm, alikuwa apate mkataba li na zinizini ovyo hapati kazi, kwa hiyo amefungua kesi. Wazinifu wale wazizi wa tangazwa wameshinda kesi. <laughs> Ndio maana kwamba a, a new church mm. a new era ina changamoto zake, ambapo inawezekana mkafanya kwa imani ukafanya yeah. kwa ajili ya biashara, lakini sasa kuna vitu vinabadilika mm. mimi mwaka juzi niliandika mm. kuhusiana na mymc bado mimi kupitia niliandika kuna mambo yanabadilika mm. na kuna sheria itakuja mm. ya kulinda haki, kwa sababu kuna kwa sababu watu wengine wamama mishanga zimejiachia kwenye harusi mm. yeah. na warekodi wale ni kama vile, na hapo kuna mtu pale kashapiga vyombo mm. Mm. Shabani, vile unawadhalilisha wewe, mnamrusha Shabani wa mna, watu <laughs> hey. yuko hapo Shabani mwenyewe hivi, wewe vipi bwana, mtu aovyo kabisa, kumbe ni clip yeah. ilitoka yeah. Kwa hiyo kuna privacy za watu zinatakiwa kulindwa mm. na maisha ya watu ukienda gesti hatuandiki majina mm. sebuse kuzidi, sasa ndo utangaze kabisa kwa watu wamezidi na fulani yeah. Kwa hiyo kuna changamoto mpya katika new era tuliokuwa nayo mm. ni ngumu sana kugusa uh, privacy za watu yeah. Kwa hiyo wale wana miss posti kwa sababu natambua, yalishanikuta lakini, nawaasa kama mtu anataka ku posti apate consent mm. ya watu kama nyuma kuna watu watu na kusumbua, mgeuzie kule mbele kwenye maua mm. kaa kwa huko ni kurekodi video peke yako unacheza, tutapost yeah, au uko na wenzako ambao mnapenda, kaeni sehemu moja, meza moja, tutapiga bla kule nyuma hapa mm. mbele iende kwa ajili ya promo yeah. kuna namna tu itafika ita, itawezekana mm -hmm. kuna mtu mwingine si kwa sababu yeye anajua sana sheria mm -hmm. Ila kuna ana sheria wajuaji, waju. mhm mm unapiga hela hapa hapa unapiga hela hapa, mtu naye akatoa ada inakaribia mm -hmm. Wanalianzisha, napata kesa kwa mtu kushasiku kwenye changamoto yeah. Okay. Umekuwa unafundisha vijana mm. mara nyingi umekuwa unajihusisha na mambo mengi ya vijana mm. Lakini eh, sasa hivi imetokea kama kuna aina tatu za wanawake mm. ambao jamii inaona kama hawafai kuolewa au hawapaswi kuolewa na niliona mm. umeposti aina mbili mm. za wanawake aina mm. ya kwanza ambayo ulikuwa umeposti siku mm. moja ni mtu ambaye aliongelea mwanamke ambaye amefika miaka mm. thelathini aina ya pili ni mwanamke ambaye ana mtoto hmm. tayari hmm. Lakini aina ya tatu kuna mabinti sasa hivi, na watu wengi wanasema usioe binti ambaye hajalelewa na baba. hmm. Kuna wengi wanaamini kuna some kind of discipline na hmm. nini, anakuwa hana kwa sababu anakuwa na ule uhuru wa kuongea chochote anachotaka hmm. na vitu kama hivyo, kwa hiyo usioe na binti ambaye hajalelewa na baba, hana father figure kwenye maisha yake. Hebu e, tuambie wewe mtazamo, um, wako kwenye hizi E, aina tatu za hawa watu ni kweli kwamba hawatakiwi kuolewa kweli? Miaka thelathini kufikisha, ni kwamba mtu hautakiwi kuiga kwenye ndoa? Au ukijikuta bahati mbaya, nimekosea, ni kweli, nilikuwa binti na nimekosea, nimepata mtoto na mwanaume, ninaona kabisa sisi hatuna future huko mbele, hatuwezi kwenda, lakini anahusika kwenye malezi ya mtoto, na ni, ni kwamba sitakiwi tena ku, kuolewa? Miruzi iko mingi sana mm. na wapo watu wengi sana wanapotosha watu wengi mm. Maisha tunasema maisha sio kuna falasi generalization. Mm. kuna watu wakioza samaki mmoja wote wameuza aoapo mm. yeah. mimi kama ningekuwa na advice mm. tukiacha tu mambo ya kibiolojia mm. na mayai nini mm. na mwanamke mwanamke akiwa na miaka thelathini Okay. ishirini na nane thelathini hapo mm. Mm. kuna utoto mwingi sana utakuwa umeshamuisha. Mm. kuna focus atakuwa ameanza kuipata mm as age goes on yeah. Mwanamke kuna focus huwa anaipata mm. Leo kimwambia mtoto wa miaka ishirini swala ya kuolewa anajua, yeah. ana, na kushangaa sana. Kwanza bado anauo muda sana mtoto mm. wa miaka kumi mm. na sita anauo muda sana hapa, yeah. apatenda club atafanya nini, aishafaya mm. nini. Kuna wakati unaanza umri unaeza, you need to focus sasa, pale ndo akili inakuwa iko tayari mm. kwa ajili ya malezi kwa ajili ya kinani ni rahisi mtoto wa miaka ishirini kumwacha mtoto kumpeleka kwa bibi yake yeah. Ikishafika huku mbele kuna hali tu ya kutaka kukumbatia mm. uwe na kujia. Kwa mimi sikubaliani na watu wanaosema mwanamke mwenye miaka thelathini etu asiolewe, mm. mwanamke aliyezaa asiolewe, mwanamke kwan, wana presha, aliyesoma kukupita mm. usiolewe, mwanamke alikuzidi kipato usimwoe, mwanamke mm. alikupita miaka usimwoe. Tuna generalize sana vitu mm. Tuna generalize sana. Kuna watu ambao wamelelewa na baba zao na mama zao mm. ni wajinga kabisa. Wapo watu ambao wamelelewa na wote wawili baba na mama mm. wanaume ni bogus kabisa yeah. na kuna watu ambao wamelelewa na mmoja, walijifunza maisha mm. alimwona mama yake alivyokuwa na struggle kuwasomesha ili mjenga kwa sababu akagundua maisha bila baba kwenye nyumba na safa sana mm. I really need in my life kuwa na mwenzangu mm. Alijifunza from the struggle ambaye unajua, watu wanakosea tu a wana mm. A father figure is not only a father mm. in your house mm. There is uncles. Mm. Kuna baba wadogo, kuna baba wakubwa, kuna kaka mm. Mimi kwa mke wangu mm. waliolelewa pamoja mm. wako saba mm. na Mwenyezi Mungu alishamtoa baba mko wangu mm. lakini baba wadogo hapo. Yeah. Wajomba hapo. Mimi nilipooa kwao nimeoa mkubwa wa mtoto wa kwanza. Automatically by default ninakuwa ndo kaka mkubwa mm. kwenye familia yeah. kwa hiyo hawa ah, wadogo wote huku wananiona mimi ndo kama kaka mkubwa mm. Sasa swala baba akuwepo mama sijui yakuwepo, naza tuna namna ambavyo tunaleana mm. kuna watoto ambao wameelewa na wazazi wote wawili, lakini changamoto pia ipo mm. kuna watoto ambao wameelewa na mzazi mmoja changamoto kunaweza kukaa, kuna advantage mm. lakini sio kwamba wote ni wabaya mm. unanielewa hapo? yes. sio kweli watu wote wanajua Kiingereza ni wana akili mm. kwa kuja Kiingereza kile Kiingereza ni kama kindengereko kama kimanyema <laughs> yaani ni lugha kama lugha zingine yeah. unanielewa hapo mm. mtu ambaye ah mngoni, bwana mngoni hela rafikisha, mngoni mm. usimpe mwanamke mm. kuna mngoni wangapo kwa mjini hapa, hela ndio wanafikisha wanawake <laughs> wanafikisha hela, wafikisha mm watoto wanaamini wachanga na, wa na spirit ya biashara sio yote yeah. Yani sisi tuna generalize kwa sababu ya mitazamo yetu, experience zetu mm. mm. kupe mfano mwanamke mm, akiwa na miaka kumi na nane alibakwa mm, akapata mtoto mm, akua mm. ya mtoto alikuwa na uwezekano wa kuitoa ile mimba akaamua kumtunza kile kiumbe mm. haikuwa intention yake ilo kutokea mm, lakini alijikuta amesha kuzaa katika umri mdogo akaendelea kupambana na maisha nakuja kutana nao kubwa na sasa vipi? ah mimi na mtoto mm. Ah, mwanamke mwenye mtoto babake yuko wapi? akwambia kwamba alibakwa. Yani mwanamke mwenye mtoto tu tunaogopa mm. mwanamke alibakwa, so. kuna wakati sisi wenyewe tuna generalize mambo mm. kaupa mfano mm. mimi mtoto mchungaji mm. kuna mtoto mmoja wa mchungaji alikwenda, walikuwa na utaratibu kwenda kushuhudiaga street mm. wakaendaga club, wakutana wale mm. machango no wanaojiuza wakashuhudia watatu walikata shauri katika wale mm. wawili wakabakia chachi, mmoja akaona tena kwenye shughuli zake kama kawaida mm. wale wawili wakalelewa wakaja kwa watu wema, wakawa chachi mngine. Dada mmoja akaja kwenye praise after good 7 years mtotamchaji <coughs> akataka kuoa mm. alipokuwa anataka kuoa akataka kumwoa ile dada, yeye dada akamwambia, mshaji i don't deserve you mm.

mpaka kachukua mtu mwakasha kashatumika huko mm. dawa sana ndo lishamwe, wakawekwa kikao, mpaka baraza la wazee wa kanisa wamekuja. Yule binti yuko hapo na kijana yuko hapo. Binti anakuja kuambiwa achana na mtoto wetu, mtoto wetu kajitunza, wao umetumia dunia yako kuja kuolewa na mtoto wetu. Walikuwa wanaongea pale kwenye kikao, wanaongea bwana bwa mshaji kanyamaza. hmm. baadaye akamwambia, wewe dogo, mbona unaongea sasa? Nataka kujua kama mmaliza wote, afu ndio Hmm. Ile mdada mara mbili ali attempt kuondoka kwenye kikao kusoma maneno kwa kuongelewa. Hmm. Akaanza kuuliza, "Ah, wewe ni wa Kristo? Ni sema ngombe zangu club." Mishkaji akamkuta na mtuliza hapo. Akamwambia, "Kuna mtu hapa kati yenu ana mashaka na damu ya Yesu. Ana mashaka kwa sababu kuna wakati inatakatisha, afu kuna wakati haitakatishi vizuri. Kuna mtu ana mashaka." Akaambia, "Hamna sawa, na mashaka na damu ya Yesu." Aambaok, okay. Kama mtu amekuwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama, amekuwa mapya. Inawezekana mm, mm, alikuwa hivyo, lakini huyu saa hizi ni kiumbe kipya. Mm. mimi hapa, ninyi hamnibadilishi. Mm. yale malezi meno mlionipa yamenisababisha nielewe thamani ya damu ya Yesu kwa maisha ya watu. Mm. huyu naye ameoshwa harusi usifungia hapa, no problem. Mimi hata kama mnipe baraka zenu, mimi naenda kuoa. Baada ya miezi sita, jamaa kaondoka pale church, kaenda sehemu nyingine, kaenda mji mwingine, akaoa kama yule yule mwanamke. Mungu alikuwa shabasha pale church kwa mbaka kama assistant pastor, kaenda kufungua branch ya ile kanisa, alikuwa anafungia ndoa, akafungua branch. Baada ukapata kama mwaka mzima, akaenda kufungua ministry that woman

Yule changu doa mzee akaambia, sasa kwa kweli jambo litokee kanisani, naomba nitangazie kanisa, Jumapili inafuata utakuja kuhudumu mm. kaambia sana, basi Jumapili ufuata jamaa akaja pale, ndinga na mke wake, mimi pasta akaja na washirika wa kanisa, wa kanisa kule wa mm. wazoa kanisa ula wachache wa kanisa wamejipata mm. wamekuja pale, jamaa amefika tena, ukaribisha kutoa neno. So today sina nini jamaa kaenda kushika microphone. Thank you guys very much. Thank you my father, my mother, the church elders. It's long time I've missed my place. Come mm. missed my place kaongea kasema, today I want preach. You have known me for so many years that as a preacher today my wife will be preaching here. mke mm. akua ametamani hiyo jambo litokee ingali mbona, mwanangu, jiandae nakupa madhabahu mtaanza nitakupa, mm. a nitakupa. Kaja kusalimia tu, kamwachia zigo zima. Walipoanza kuomba pale, mama akapewa revelation ya mama mm. Kumbe mama alikuwa ameanza eea, ameanza, ku, ku, kupima kucheki, amepata first stage ya cancer, na wakuwa amemwambia wale kwa mama, katamani kama atatokea anakufa wafe kwa amani. Ndio maana leo mm. aliwaita, alo, watoto ni nani bila kuambia mm. Binti mama, mama Mungu, binti Mungu wakaipata ya. Eh. mama Mungu amekuponya cancer. May she, there is no cancer in you. There is life. Mama anashangaa. Baba umemwambia, baba anashangaa. Apale zikatembea, ibada ikaharibika. Aliongea maneno machache, the full presence ilikuwa pale. Mm. Bada ikaisha, kaudu Mama alipiga tena magoti ofisini na mshika miguu yule mke. Yule mkaka akaambia it was good for me to leave this place. Mm. Ili tupate ile congregation nyingine. Yes. Na Grace lokuwa nayo mimi hapa, mimi ile church kule ina masela, ina generation Z. Mm. Yaani mambo ndo yanatembea nao. Mzee yupo anakuja kugundua kwamba kuna wakati tuna jaji mm. Tunakataza watu bila kujua, kuna kitu cha kiungu nyuma yake, yeah. Kwa mimi, ukiniuliza, mtu anakataa kuoa mwanamke amefikisha miaka thelathini mm. Asi kama ndo maisha, kama ni Mungu ameelekeza mm. go for that. Kama umepata mke ambaye yeye kwako amepata mtoto kabla yako mm. is too selfish. Kwa mwanaume mwana alipata mtoto analusu Yani, mwanaume ambaye ana mtoto ana yeah, shida <laughs> yeah. Kuna watu wanawatengenezea watu vikwazo vingi na mwisho tunawachanganya madogo mm. inawezekana kabisa mkawote na watoto mkaenda na mungu asiwape uzao yeah. Njia za Mungu ziko nyingi sana na maisha huwa yanakwenda. Mi kuna wakati niliacha kazi, nilikuwa sina kazi kabla sijaja Clouds mm. nilikuwa mtaani

unaweza kusababisha, kwa sababu mke amekupita miaka miwili, mwaka mmoja. Watu wengine wanasema ah, mwanamke alikupita hiye miaka usiwa, mwanamke alikupita hela. Ndugu mm, yangu hakuna kitu kinarahisisha mwendo kama mwanamke mwenye hela. Ukipata mwanamke golikipa, yani kila ukipopata hela unapiga <laughs> pasu kwa pasu, unaitoa pasu kwa pasu mm, lakini ana mtie moyo anafanya kazi, anafanya biashara, anafanya vinini, mtie moyo afanye, endelee kufanya. Umekaa kwenye familia as a husband, anakuelewa sana. Umekaa nyumbani kama as a pastor na kusoma sana hmm. Ne ah, ea kikubwa. Kikubwa. Hmm. Kile, huruma kile kidogo kilichopo akikutoshi wewe hmm. Mwenyewe akitoshi familia akitoshi pale nyumbani lakini, hmm. I wish a kikubwa. Angekuwa amenipita tangu zamani haipo tena hiyo nafasi, wakati wezi kuproduce mm. unabaki tu kubakia kuwa mshauri. Ndio maana swala la kipato ni moyo wa mtu mm. kuna wanawake wamapita umeza mishahara, lakini wapo kam kabisa, wako fresh mm. wako poa, na mimi naambia wanaume, usiuigino mshahara wa mke wako tangu ukiwa mdogo, usiuigino. Yaani mshahara ushaingia mm. una bajeti nao na moja bila tu ni cover boga boga kwenye nyumbani cover si na nini, cover mambo mengine, na msingi yao niachie, kwa sababu ujui. Mimi nitakupa mfano, mimi mke wangu ni daktari, vichwa vyake hapa na, mm. mm. mm. na hapa na hospitali mbili tatu, akienda tukizikusanya mwisho wa mwezi mm. Wakati huo tulikwanga mshahara mdogo ulikuwa uzingati, leo naona pesa milioni moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, nane zimefika sasa. mm. zimefika ngapi, unajisogeza, unaelewa? mm. Yeah. Yeah. Lakini tangu mwanzo ukishakuwa na interest nao, kwa maana kwamba si kwa maana kuwini, mm. ni kwa maana kwamba we are together in it mm. kwao, ni vema usizuie, usikatae, ruhusu, usiteseke bure mm. Chite stress kuona chukua kupata mshahara mdogo afu unafurahia kwamba wa uko vizuri. Mm. Kesho mahitaji yanabadilika, dunia inabadilika. Leo upo, kesho upo. Leo una uwezo, kesho una nguvu. Mambo yanabadilika sana na naume angalia, wanaume angalia statistics kote. Wanaume tunaweza kupata stroke, wanaume ndio tunakufa, wanaume tusiyopata matumaini kazini. Ndio sisi. Mm. Wake wapo. Tutamani awe na kipato kikubwa, siku hiyo ndio ana uwezo tena wa kufanya hicho kitu. Ukiona mwanaume anajisikia vibaya, mke akiwa na kipato kikubwa, tatizo sio hela. Tatizo mm. ni yeye au moyo huyo mke wake. Oh, mwanamke hata akiwa na kipato kidogo ana roho mbaya, anayo anayo tu akiwa <laughs> yeah, na kipato kikubwa, kama ana moyo mzuri anao tu mm. Kuna watu ma, yani mfano mi mamaangu yeah, na mke wangu mm, ni washikaji kichizi mm, yaani ni washikaji anapigana simu mpaka mshua mm, anaongea na mke wangu. Mi niache kumshukuru Mungu kwa jambo la namna hiyo. Kuna ishara nalimalizalo nyenye miazingi anigusi mimi mfukoni. Mm. Sasa nimeongea na mama alikuwa sina nini nimempa. Nime Sina mm. mimi mama mkwe ananipiga tunapiga stop. Kwa kuna watu wengine hawana hiyo hiyo neema ya mama mkwe mm. na yeye hawana hiyo neema. Kisa la mwana mama mkwe, mama mkwe kama ananibania hivi, mama mkwe mm. kama mama mkwe anaona mtoto wake hela zinachukuliwa, mm. mke anaona mke kama zinatapanywa. Yeah. Vita inageuka hapo. Hamna maisha namna hiyo. Kwa sababu gani hela iko kidogo? Mm wala nadhani mama mkwe akuone yeye fafi, naona anatengeneza mkwanja, atakuwa na manyanyaso <coughs> ana tusikia tu <coughs> mama, pochi yangu ile. Ndio mama, subiri na kuletea baadaye. Unaenda pigere sepo <coughs> umemwachia, unataka kuongea <coughs> e, kuna wakati vita vinakuwa vikubwa vya kumgombania mtoto, kwa sababu uchumi ni mdogo. Mama mkwe anataka anaona mtoto wake wa pekee, mke anaona hapana, mbona bajeti yetu, kukubaliana vita inakuwa kubwa Wanake tuachina fanya kazi, mm.